Wanajeshi wa, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelalamikia wapiganaji wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda kwa kushambulia kwa mabomu baadhi ya maeneo mashariki mwa DRC. Hata hivyo, Rwanda imekanusha madai hayo na kuyataja kama porojo. Matukio haya yanajiri siku chache baada ya viongozi wa Rwanda na DRC kusaini mkataba wa amani nchini Marekani ambao ulifadhiliwa na Rais Donald Trump. Kwa miaka Rwanda imelaumiwa kwa kuwaunga na kuwafadhili waasi wa M23 ambao wameteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu. Kwa upande wake mamlaka za Kigali zimekanusha madai hayo na kusema inawalinda wapiganaji wa Kihutu FDLR waliohusika na mauaji ya kimbare. Mwafaka wa Washington umetazamwa aje na Kigali? Sylvanus Karemera na mengi Tangu kusainiwa kwa mkataba huo, wananchi wa Rwanda na wadadisi mbalimbali kwa ujumla wameendelea kutoa maoni yao, wengi wakiamini kuwa huenda mkataba huo usifanikiwe katika mchakato mzima wa kusimamisha mapigano mashariki mwa DRC. Rwanda na Kongo walitia saini mkataba huo wiki iliyopita mjini Washington, lengo hasa likiwa ni kuleta amani mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wengi wanajiuliza ni kwa namna gani hilo itawezekana wakati Kongo na Rwanda hazipo katika vita vya moja kwa moja. Mpigano hawezi simama. M23 au waasi wa M23 hawako kwa wa Washington. Ye Donald Trump kitu anahitaji ni Nobel Prize, hiyo tunaelewa. Wa waasi wa M23 kuna mambo yao wenyewe wanahitaji, na hiyo sasa, kama yaitimilika, wanaendelea hata sahizi, mpigano mkali sana huko Sabunda, huko Uvira, Kamanyola, refugees wako wengi sana wanakuja Rwanda. Kwa maoni yangu, jinsi ninavyoona Mkataba kati ya Jamhuri ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huo mkataba hauhusu hata kidogo M23. Hapana, Rwanda ni nchi, na DRC ni nchi wao. ha hawana tatizo lolote, mambo yao ya kidiplomasia na kiuchumi ni tofauti na amani. Mkataba huo hauhusu M23 kwa sababu Rwanda ni nchi na DRC ni nchi wao, wana mambo yao mengine. Kama yangelihusu yangelihusu mashariki ya Kongo, viongozi wa M23 wa nao wangealikwa kwenye mkataba huo. Ndiyo maana wakati walikuwa wakifanya huko wakisaini wakitia muhuri kwenye mkataba, ndiyo maana M23 waliendelea na mapambano kwa sababu hiyo mikataba haiwahusu hayyau, hata kidogo. Maoni yamekuwa mengi, iwe katika mitandao ya kijamii lakini pia katika mazungumzo ya kawaida. Mkataba huu baina ya Rwanda na Kongo unazitaka nchi mbili kusitisha uhasama mara moja, kupitia kusimamisha mapigano hayo, lakini pia kuanzisha mchakato wa ushirikiano wa kiuchumi katika masuala ya madini yanayopatikana mashariki mwa nchi hiyo. Lakini kwa upande mwingine, mazungumzo yanaendelea mjini Doha nchini Qatar, baina ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 ambayo yanaonekana kusuasua. Wadadisi wanasema ndio yalipaswa kupewa kipaumbele ili kusaamisha mapigano hayo. Silvanos Karemera, idhaa ya Kiswahili sauti ya Afrika, Kigali.